ya kutembelea gereza hili la wilaya ya Geita na tumepokelewa vizuri sana na viongozi wa gereza hapa. Tumekuja kwa lengo moja tu, kwanza kuwatembelea eh, wafungwa na kuwatakia heri ya mwaka mpya. Na kama unavyofahamu eh, nchi yetu tulikuwa na uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, eh, na nchi ilitengeneza utaratibu tulikuwa na kituo cha kupigia kura katika gereza hili na tunawashukuru sana e, eh, wafungwa walitopigia kula walimpigia kula mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia walimpigia mbunge wetu eh, kwa nafasi wa jimbo ya Geita Mjini na aitwa Injinia Chacha Mwita Wambura na wakanipigia pia mimi e, eh, Ruben Mane Sagayika kwa diwani wa kata hii ya Kanga. Kwa tumepata heshima kubwa na tumewaona wameonesha jinsi gani ambavyo wanaki wanaipenda serikali wanapenda mheshimiwa rais lakini pia wana kipenda Chama cha Mapinduzi. <coughs> tukasema tunapoelekea mwaka mpya mwaka elfu mbili na ishirini na sita kasema si vibaya e, tushiriki nao na kwa ajili ya kwa kualetea mahitaji madogo madogo hapa. Tuna mchele e, tuna dawa za meno, tuna miswaki, tuna juisi, tuna sabuni na kuna vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vitawasaidia hawa fungo wetu na wenyewe kujihisi wako sehemu ya ya serikali yetu ambayo inawajali eh, katika mwaka huu na ukuja mwaka elfu mbili na ishirini na, na sita. Na tunashukuru sana mkuu wetu wa gereza huu umekuwa mtu wa kwanza kabisa kutuonesha ushirikiano mkubwa, na yeye akaahidi kesho yeye ndiye atakuwa mtu wa kwanza kula nao chakula eh, cha ajili ya mwaka mpya ambao tunaanza kesho. Na nyinyi, ndugu zangu, tunapo tumeambatana na viongozi, tunaye mtendaji wetu na viongozi wa serikali za mitaa, tunao watendaji na viongozi wengine wote ambao tumeshirikiana nao kwa ajili ya kuja kujumuika na wenzetu hawa kwa sababu hata kwenye nchi yetu na nature ya kiongozi lazima uguse wale watu ambao wapo kwenye mahitaji, lakini pia watu ambao wanapitia shida. Hiyo ndio nature ya kuwa ya kuwa kiongozi. Kwa na sisi tumesema huu sio mwisho pale ambapo tunahitaji kuja kuwatembea na kuwasalimia, ili wenyewe wajihisi wao eh, ni sehemu ya jamii. Na wenyewe watu wazuri wamefurahi sana, tumepata nafasi ya kuwasalimia, wamefurahi sana. Kwa hiyo kwa kweli sisi hatuna maneno mengi sana ya kusema jambo moja tu ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana na, na nyinyi kama viongozi wako hapa, lakini pia pale ambapo tunahitaji pia ushirikiano wenu katika nafasi ya kuijenga kata yetu ya Kalangalala. Tunatamani tuijenge kwa ushirikiano mkubwa, sisi wote tunajenga nyumba moja, ni serikali, lakini pia tunahitaji kufanya maendeleo katika maeneo maeneo yetu. Na bahati nzuri, gereza hili iko kwenye kata yetu ya Kalangalala. Nikasema sasa, kwa sababu tunapoelekea mwaka mpya, tuanze na Mungu, tupate baraka kutoka kwenye gereza hili. Tumeanzia kule kwenye hospitali ya manispaa ya Geita, lakini pia baada hapo tunaelekea kwenye vituo vya kulelea watoto yatima ili basi mwaka mpya unaokuja mwaka elfu mbili ishirini na sita ukawa ni mwaka wa baraka kwetu. Sababu tukianza na Mungu, tukianza na watu ambao wanaohitaji kama hawa, mimi nina imani tutafanikiwa kubwa zaidi kwa sababu tunahitaji ushirikiano. Kazi hii tumeiomba hii, ndugu zangu, ni kazi ambayo inahitaji baraka ya Mungu, lakini pia inahitaji watu wajumike pamoja kujenga kata yetu. Tunatamani kata yetu ipae zaidi ili tuhakikishe basi tuna, tunaletea wananchi maendeleo. Mtache basi nakushukuru sana, tumeshakabidhi vitu hivi ambavyo wa Tanzania. Kwa majina naitwa mrakibu mwandamizi wa magereza Jovin Biara Bugwina, mkuu wa gereza la Geita, kwa niaba ya Commissioner Jenerali Afande Jeremia Katungu pamoja na rapio wangu Mwakasaragule. Nipende kuwashukuru sana sasa, Mheshimiwa diwani wa kata yangu ya Kalangalala, pamoja na watendaji wa serikali ulioambatana nao kutuletea zawadi kubwa kwa ajili ya mwaka mpya kwa ajili ya wafungwa na mahabusu kusherekea mwaka mpya wa mwaka 2026. elfu ishirini na ishirini na sita. Huru kwa kututambua katika eneo lako kwamba si tuko kwenye maa yako, lakini pia kwa kutambua kwamba si ni wengi wetu hapa ni wahitaji na ukatuletea zawadi. Tunaendelea kukaribisha katika eneo hili, lakini pia tunawakaribisha watu wote wenye mapenzi mema katika malezi ya hawa watoto ambao ni wahitaji wa kweli uwepo uh, wenu unatutia nguvu sisi ambao tupo katika malezi uh, unaweza kutuonyesha kwamba walau kuna watu ambao wanatushika mikono katika malezi yao. Na nakiri kwamba watoto wetu wanapendeza, kwa sababu kuna watu wengi ambao wana, wanashika mkono. Kwa peke yetu hatungeweza watoto, mahitaji yao ni makubwa sana nakubwa kweli tuna mmoja yuko Mbeya hakupata mkopo lakini bado tunajikogoza tu kuhakikisha kwamba na mwaka wa pili utaisha na mwaka wa tatu utaisha, atarudi ataenda kuhudumia jamii. Tunamshukuru Mungu, mwaka huu mmoja waloo wamemaliza chuo kikuu cha udaktari namanza mwaka wa mazoezi huko Roganzira, Dar es Salaam. Sasa mimi nawatakia heri ya mwaka mpya. Ninawapenda sana. Hodi, Moyo wa Huruma, hodi. Na nikaribisha eh? Ndio. Eh e, basi watoto, mimi kama ambavyo nimejitambulisha ni me... tumekuja kuwatakia tu heri ya mwaka mpya, lakini pia tumekuja kuwatembelea. Hata sisi tulikuwa watoto si ndio? tulikuwa watu na sasa hivi kidogo tumeokoa watu wa nini? Na mimi nimefurahi sana kituo hiki, kwenye utambulisho hapa mpaka kuna, kuna vijana ambao wako chuo kikuu, simesema hapa wapo ambao wako kidato cha 4, form 6, form 5 wanasoma si ndio? Yeah. Sasa mimi kazi yangu kama diwani ni kuhakikisha nyinyi mnapata nini? mnapata shule si ndio? mnahudumiwa mna, mna afya inakuwa ni nzuri si ndio? Yeah. mnatibiwa si ndio? Yeah. lakini mnakuwa na ulinzi wa kuto yeah, wa kutosha. Ndio maana hapa tupo na polisi kata yuko kama ambavyo umetambulishwa, lakini pia tuna viongozi wa kwenye nini wa kwenye maeneo yetu wa, wa mitaa si ndio watoto? Yeah. sasa hata ukisoma kwenye kitabu cha ayu, ya, ya, ya, ya, nani, Yakobo moja mstari wa ishirini na saba kinasema Dini safi kwa Mungu ni ile ambayo inawajali watoto wenyeini wenye mahitaji na watoto yatima. Sasa watoto sisi tumekuja hapa ku, kukaa na nyinyi lakini pia kuwaletea zawadi kidogo, si ndio?